Vipindi haya na vipindi hivi. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako ambao umeutenga kwa ajili ya ibada hizi. Kumbuka, hiki si tu kipindi cha kawaida. Hii ni ibada kamili. Inategemea sana moyo wako. Unauandaaje kupokea kila kile ambacho Mungu amekusudia kusema pamoja nawe? Unajua ni kipindi hiki kile ambacho mtu anaweza kakisikiliza akavuka. Lakini ni kipindi hiki kimtu anaweza kasikiliza akabaki vile vile alivyokuwa. Yeah. Sitamani uwe miongoni mwa watu wanaosikiliza wakabaki vile vile, kwa sababu kwa kawaida moyo wako unaposikiliza alafu ukabaki vile vile, hauoni tena shauku ya kutamani kusikiliza tena. Kwa nikuombe jitahidi sana, unaposikiliza, sikiliza kama mwanafunzi ambaye anafuatilia kinachoendelea akijua kuna wakati ataulizwa swali katika nachojifunza. Kwa na sisi hatufanyi hiki tu, kwa sababu tunafanya, tunajua kuna wakati utakumbana na swali ambalo kwa kukumbuka hiki ambacho utakuwa umekula umetafakari vizuri, kitakusaidia kujibu hayo maswali utakayokutana nayo kwenye maisha yako ya kiroho. Basi kabla tujaendelea, wacha tuombe. Mungu wewe ni mwaminifu sana, uweza wako ni zaidi ya akili zetu. Kuna nyakati tunashindwa tutumie lugha gani kukuelezea, kukutukuza na kukusifu, na hasa tunapojua wewe ni zaidi ya lugha tulizo nazo unatenda kwetu. Kuna nyakati hata tukijisahaulisha, lakini tunajua tulipofikia, si nguvu zetu wala si uwezo wetu, tunagundua ni neema na ni nguvu zako. Na tunapoamua kuja kukushukuru, kutambua, kutaja na kuzielezea shuhuda za matendo yako makuu, kuna wakati lugha zetu zote zinakosa maneno yanayofanana na ulivyo tunayo maneno ambayo Mungu, tumekubaliana kama maneno tunayopaswa kuyatumia kwa levo ya kwetu kama wanadamu kusema asante pale unapotendewa. Sidhani sana kwamba hili neno linafanana na matendo yako, na sidhani kwamba ni sahihi kutumia neno la asante kwa yote uliotutendea kwenye maisha yetu, lakini tunachotamani Mungu, tambua mioyo yetu, inakutambua kwamba wewe ndiye uliyetufanya tukawa hivi tulivyo. Ingewezekana tukajua lugha za mbinguni ambazo wanazitumia malaika maselafi na wazee ishirini na nne kukutaja wewe na matendo yako, tungeziazima hizo lugha ili tuzitumie angalau kuweza kuwasilisha ile shukrani ya dhati toka ndani ya sakafu za mioyo yetu. Hatuna hiyo lugha. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa matendo yako. Unatuvumilia kupita kiwango tunachotarajia tumekuwa tukikukosea mara kwa mara, hujawahi kutuacha wala kututupa. Hata katika makosa hayo umetuvumilia, na ndio maana wewe umejitofautisha na wanadamu. Mwanadamu ukimkosea anakuchukia anakutenga, lakini wewe Mungu ni wa ajabu. Hata tunapokukosea tukirudi kwako kwa moyo wa unyenyekevu na toba, hujawahi kututupa kwamba mmezidi, mmetenda dhambi mara kwa mara, nimechoka kuwasamehe. bado unatukaribisha kwa mikono yako miwili, unatukumbatia na kutuketisha kifuani pako. Wewe Mungu ni wa ajabu sana, sidhani kwamba unalinganishwa na chochote. Unabaki kuwa Mungu kwenye sifa na cheo chako cha kuwa Mungu. Tunapotamani kukusogelea pamoja na madhaifu yetu, damu yako ndiyo tunayoiamini na tutakasa, inatukarabati na kutuosha. Kwa damu hiyo tusafishe kwa upya, hatutamani kusikia lugha ya mtu yoyote haijawahi kuwa faraja, haijawahi kuwa uponyaji kwenye mioyo na maisha yetu. Damu yako itutakase ili tupate uhalali wa kupakaribia patakatifu pako, ambapo hapo ndipo tunapotamani tusikie, Baba. Hata usiposema neno lolote kwetu, ile tu ukitupa neema ya kukaa chini ya nyua zako inatosha kwetu, tuone na kutafakari uzuri na wema wako. Hiyo ndiyo kiu yetu na shauku yetu siku zote na ndiyo kiu ya msikilizaji wetu, popote anapotusikiliza, angalau wakae hizo dakika chache weponi pako. Daudi anasema ni heli niwe bawaba kwenye maskani yako kuliko kwenda mbali na uwepo wako. Tumetamani kwenye kipengele hiki cha kwanza cha shukurani cha Gospel Forum tukae chini ya uwepo wako, tutafakari na kuona wema wako. Sema nasi kupitia ujumbe wako, tupate kukuelewa, tutumie kama vyombo vyako Mungu ungulivyo vikusudia kwa majira haya, kuzinena siri zako waziwazi katika jina la Yesu. Tunakutukuza na kukubariki peke yako, Mungu wetu. Amen. Nilitamani tuwe na kipande hiki cha kutafakari kwa habari ya shukurani. Fungua kitabu cha Waamuzi alafu nitakueleza nini kilichoko kwenye huo ujumbe. Kitabu cha Waamuzi mlango wa kumi na moja. Ningetamani uanzie mstari wa 30 mpaka wa 39, mistari mingi kidogo, lakini natamani tuipate muda wa kuichambua hiyo, alafu tuone tutafikia wapi kadri muda wetu utakavyoturuhusu. Waamuzi 11:30 mpaka 39, Biblia inasema hivi: na ye Yefta akamwendea Bwana akamwekea, sorry, akamwekea Bwana nadhiri. Kwayo, kwa hiyo kwa namna nyingine tunataka tuguse habari za sadaka ya nadhiri. Yefta akamwekea Bwana nadhiri akasema, kasangalia kanuni iliyoko kwenye nadhiri akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amon mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa. Narudia tena huo mstari, kuna kitu nimekikosea. Na Yefta akamwekea Bwana nadhiri, nitaka uone hiyo koma ya hicho kipengele cha kwanza, akasema kwamba wewe utaweka utawatia wana wa Amon mkononi mwangu, kweli ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu, angalia, kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amon, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana. Umeiona hiyo sentense? Kitu hicho kitakuwa ni ya Bwana. Hiyo ni nadhiri yake. Afta anasema nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketeza. Sa hiyo anaweka nadhiri mbele yake. Kuna jeshi la Amon ambalo linakwenda kupigana naye, ni majira na mazingira magumu sana kwake. Hana uhakika na ushindi, anarudi kwa Bwana, Anamwambia Mungu, ninataka niingia agano, mkataba na wewe, juu ya hii vita, kati yangu na Amon, ninachotamani ukidishindia, na nikarudi kwa amani, kwa hawa watu, kile cha kwanza kitakachotoka, kitakachotoka kunilaki, hicho kitakuwa ni sadaka. Tena sio sadaka tu, ya kuteketezwa kwa Bwana, maana yake kitakufa. Nitaka uone hiyo picha ambayo Yefta anaweka nadhiri kwa Mungu wake <laughs> nini kimemsukuma kuweka hiyo nadhiri? mazingira aliyoyapitia, mazingira ya vita, mazingira magumu, mazingira ambayo kibinadamu yangeweza kugharimu uhai wake. Nasema Bwana, kwenye kipindi hiki ninajua siwezi, lakini ninakuamini wewe Mungu, naweza kufanya ukinifanyia kweli haya kile kitakachotoka cha kwanza nyumbani kwangu kitakachotoka kuni laki hicho, nitakitoa sadaka ya kuteketeza. Hebu tuone mstari wa 32, kwa sababu kiu yangu ninatamani tufike 39. Angalia 32: basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amon ili kupigana nao kwa. Unaweza kaelewa sasa, alikuwa naikabili vita, naye Bwana akawaua mikononi mwake. Unaweza ukaona hicho kama kinatokana na jeshi na nguvu ya jeshi la Yefta, jeshi la Israeli, lakini kiuhalisia ni matokeo ya sadaka ya nadhiri. Na ndio maana nilikwambia sadaka ya nadhiri ni sadaka ya agano kati ya mtu na Mungu, kati ya mtu na Mungu. Na Yefta alijua hiki kitu akajua kwenye hii, inawezekana alipopeleleza habari ya jeshi la Amon, akagundua kwamba lina uwezo kuliko yeye aweze akachomoza kwenye hiyo akavuka salama, moyo wake ukatamani kuingia agano na Bwana wa vita, ili apigane upande wake. Na alipoingia hilo agano, Mungu akalisaini akaliridhia. Kwa hiyo Mungu akasimama upande wake, akisubiri ile sadaka aliyoiahidi Yefta. Nilikuambia miongoni mwa kona ambazo Mungu yuko vele serious yuko vele sensitive ni kwenye kona ya sadaka. Hatumagi malaika kuja kupokea sadaka, ni yeye mwenyewe anashuka. Na ndio maana Yefta anapofanya hili agano analifanya kiamini, Mungu yupo na anaweza. Na ndio maana nilikutahadharisha, wakati mwingine sadaka yako inakuwa ni sadaka pale tu unapowaza kwamba hii sadaka ninataka nimtole Mungu. Yani wakati huo sio ya kwako tena, ni ya Mungu na ndo maana usije ukafanya kosa lolote kwenye sadaka ambayo umewaza kwamba hii ni sadaka ya Mungu. Yefta wakati huo hajatoa sadaka, wakati huo hajafika mahali pa kushinda vita, lakini anamwambia Mungu, ikitokea nimerudi salama kwenye familia yangu, ukanipa kushinda jeshi hili la Amon, nikarudi salama Mungu, si ntanyamaza kimya, nitajua wewe ndiye uliyefanya, wewe ndiye uliyenitetea, wewe ndiye uliyekuwa upande wangu. Kitakachokuwa cha kwanza ni halali yako, sio changu tena. Mungu akasema hii ni tenda nzuri sana, na ndio maana huwa tunakuambia usitoe sadaka kimya kimya. Yefta alitoa sadaka ya nadhiri kwa maneno. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia, Mungu akafanya kwa uaminifu, anasema naye Bwana akawaua mikononi mwake nani? Yefta. Sasa sikiliza, hii si nguvu ya Yefta na jeshi lake, hii ni nguvu ya agano inayotokana na sadaka ya nadhiri. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa angalia msali wa 33, akawapiga kutoka Aroeli hata kufikiria Minithi, miji ishirini mpaka Abel kela mimu. Akawapiga kwa machinjo makuu mno. Sasa unapoona matendo makuu mno, ni matokeo ya Mungu mkuu ambaye Yefta amemwamini na kuingia naye agano. Na ndio maana ukishaingia agano na Mungu wako kinadhiri kupitia sadaka inayoitwa nadhiri, usiwe na woga, usiwe na hofu, usiwe na mashaka. Hilo ni agano lako na Mungu. Amini Mungu yuko na atakutendea na ndio maana huwa ninapata shida wakati mwingine, mtu anakuja na hitaji lake tena limebebwa na nadhiri, halafu katikati kati ya safari anaanza kuogopa. Mtumishi, nimeombewa na watumishi wengi. No, sio ajenda ya kuombewa na watumishi wengi, ni ajenda ya wewe umeingia agano gani, mkataba gani na mungu wako. Simamia hapo, kisiwepo asiwepo mtu wa kukutoa hapo. Angalia Yefta, baada ya kuingia hilo agano, akanyanyuka akaenda kupigana. Sikiliza, Mungu anakufanya uwe tayari kufanya. Hakuchukui akakupeleka mahali pa muujiza wako. Na ndio maana jifunze kuamini habari za maombi, lakini pia kuamini ulichoomba kwamba Mungu amesikia. Jifunze kuuamini ukuu wa Mungu dhidi ya chochote unachopitia kwenye maisha ya kwako. Hakuna kinachoweza kuuzidi ukuu wa Mungu. Libarikiwe jina la Kristo Yesu, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema akaipiga ile miji ishirini mpaka abel kel, kelam akawapiga kwa machinjo makumno basi. Hivyo wana wa amon walishindwa. Nilitamani nikuambie, rudia kusema walishindwa. Ungetazama kwa jicho la haraka, ungesema Yefta na jeshi lake walishinda. Mimi ningekuambia Mungu alishinda hiyo vita ya hiyo miji ishirini dhidi ya hawa watu waliokuwa wanaitwa Amon walishindwa mbele za wana wa Israeli. Sasa mimi ningekupeleka kwa somo langu, ningekuambia walishindwa dhidi ya agano ambalo Yefta alifunga na Mungu kwa jeshi la Israel likajikuta ni jepesi kupigana. Inawezekana silaha zilikuwa ni lile zile zile, na jeshi lilikuwa ni, ni la kawaida kabisa ambalo Yefta mwanzoni lilimpa wasiwasi, lakini akashangaa wanapoingia vitani, wanapigana nini? Mungu anasimamia agano. Kumbuka yeye ni Mungu ashikaye maagano, kile mnachoagana naye kiuhalali, kiagano na kimkataba Mungu um, hajawahi kuahidi uongo. Kwenye kitabu cha Hesabu anasema yeye si mtu wala si mwanadamu hata ajute, alicho ahidi atakifanya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Muda wangu nakimbia kuliko maelezo, hebu tuone thelathini na nne mstari wa thelathini na nne. Kisha Yefta akafika Mispi nyumbani mwake, na tazama sasa. Anataka uanze kuona kuanzia hapo. Mungu ameombwa, Yefta ameingia agano na Mungu. Mungu akafanya sehemu ya kwake tena kwa uaminifu kabisa, tena kwa kiwango, niseme hivi, tena kwa kiwango cha zaidi ya uaminifu. Amekamilisha cha kwake, amepiga miji ishirini ya Amoni na Amoni wote wameshindwa, tena kwa kipigo kikubwa <laughs> hakuna kilichosalia. Kule kule mtaani wangesema amepigwa kipigo cha mbwa mwizi, hakijasalia chochote. Amoni wote wameyeyuka. Sasa angalia kilichofuata baada ya hapo, mstari wa 34. Kisha Yefta akafika Mispi nyumbani kwake, na tazama, binti yake akamtokea kumlaki. Kumbuka nadhiri yake, atakaye kuwa wa kwanza kuja kunilaki ni nani? Ni sadaka ya Bwana, tena ya kuteketeza <laughs> sijajua Yefta aliwaza nini kitatokea, sijajua lakini unajua wakati mwingine tunapoweka nadhiri, huwa hatujali tunaweka nadhiri kiasi gani, kiasigani. Na ndio maana unapaswa kuwa makini sana kwenye kona ya nadhiri, kwenye kona ya kiapo chako na agano lako na Mungu, unapaswa kuwa makini sana. Ukikosea umejikosea. Sasa Yefta wakati huo wa vita, mbele yake kuna jeshi, ana hofu, ana mashaka, akamwambia nao Mungu, mimi nataka niingia agano na wewe, hebu tushindie kwenye hili, na nikishinda hii vita, kitakachokuwa cha kwanza kunilaki hicho ni cha kwako. Ninawaza, ninasimama kwenye nafasi yake, sijui aliwaza ya kitu gani kitakuja kwanza, ambacho moyo wake ulikuwa tayari kukitoa sadaka. Angalia kilichotokea, anasema binti yake akamtokea kumlaki na matali na michezo, naye alikuwa ni mwanamke pekee. Kiswahili kizuri, huyo ndiye aliyekuwa binti pekee wa Yefta <tuhi> angekuwa na wana wengi tungesema lingine, ni binti pekee. Unaweza ukaelewa nini? Manake wale walio na mtoto mmoja kwenye familia wanajua hapo ndipo moyo unalala, hapo ndipo moyo una yani kila kitu kinakuwa hapo. Sasa Yefta ameingia kwenye agano kwamba Mungu, kitakachokuwa cha kwanza cha kwako anayekuja kutokea na binti yake wa pekee <gibu> ninauona huo mtihani wa Yefta. Anasema tena, akaja kumlaki kwa matali na michezo, naye alikuwa ni mwanae wa pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye <gibu> kwa hiyo kwenye viundo na kwenye tumbo la mke wake alitokea binti moja. Sasa fikiri una huyo mtoto mmoja halafu, linakupata hili la huyo kupaswa kutolewa sadaka, unaweza ukaelewa. Wale walio na mtoto mmoja anaweza, haimaanishi ukiwa na watoto wengi, mtoto mmoja kutolewa sadaka ni jambo jepesi, lakini hebu vaa viatu vya mtoto huyo wa pekee, halafu ndiye anayepaswa kutolewa sadaka. Sio tena sadaka ya kwetu ya ya mnada, hii ni sadaka ya kuteketeza, kuua na kuchinja kabisa na baki, hana mtoto Tuendelee mstari wa 35. Ikawa alipomwona akayalalua mavazi yake. Ninamwelewa kwa nini moyo wake haukutarajia, lakini pia kumbuka, huyu ni binti yake kipenzi, lakini pia ni binti yake wa pekee, ndiye anayekuja kumlaki. Inawezekana kimoyo wake ambia rudi ndani, hivi hujuu kama nimefunga agano gumu na Mungu? Lakini ndicho alichofunga agano na Mungu. <laughs> Unachofunga agano na Mungu sije ukakibadilisha kwa namna yoyote ndicho ambacho Mungu anakithibitisha kwenye vitabu vya kumbukumbu kule miguni. Angalia, anasema akalalua mavazi yake, akasema: ole wangu, mwanangu, umenitweza sana, nawe u mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao, kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Ninapenda msimamo wake, anasema kweli, jambo hili ni gumu kweli jambo hili ni zito, kweli jambo hili limenifikisha mahali pagumu pakunitweza, lakini madamu nimeweka agano na Bwana siwezi kurudi nyuma. Kiswahili kingine, mwanangu, wewe ni halali ya Mungu, siyo ya kwangu tena. Sasa unaweza ukaona hiyo picha. Tumekuwa mara nyingi tukitoa sadaka hivi, umeweza kuiona sadaka hii ya Yefta ilivyo, mtoto wake kipenzi wa pekee ampendaye sana inafika mahali inatakiwa achinjwe kutolewa sadaka ya kuteketeza. Wacha tuseme ukweli, kuna watu wanampenda Mungu wao. <laughs> kuna watu wanamaanisha habari za imani yao kwa Mungu. Unajua, kuna watu tunaweza tukatazama tukajaribu kuona namna ambavyo tunafanya hiki. Sio kipimo kidogo, ni kipimo cha kiwango cha juu sana cha upendo halisi kwa Mungu anayemwabudu. Swali langu ni hili: Mahusiano yako, ushirika wako, kiwango chako cha upendo wako kwa Mungu kisadaka kimekaaje? Unapoona tu zile sadaka ambazo saa nyingine tena zimetolewa chenji kutoka kwenye daradara zote, na zenyewe tunatoa kwa malalamiko. Yefta anatoa mwanaye wa pekee aliye naye peke yake, tena anayempenda sana. Alimaanisha alichokifanya, alidhamilia alichokifanya, alijua anayemwabudu ni Mungu tena ni Mungu kweli. Angalia 36. Binti yake akamwambia baba yake, wewe umemfunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawasawa sawa. Ninapiga picha, angekuwa mwanao <laughs> anasema pange chimbika, anasema unifanyie sawasawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako. Tafsiri yake ni nini? Siyo tu Yefta aliyekuwa na ushirika mzuri na Mungu na mtoto wake pia alifundishwa njia impasayo, alikuwa tayari kutii kila ambacho baba yake anataka kufanya kwa ajili ya Bwana. Hakuwa tayari kwenda kinyume na kile ambacho baba anataka kufanya kwa Mungu. Angalia watoto wetu walivyobadilika, angalia malezi ya watoto wetu yalivyovuruga, ya misimamo na mifumo ya watoto Enda kwenye nyumba moja, wakati tunataka kuomba, mtoto alikuwa anaangalia mpira, sitaki kutaja timu zenu. Wakati tunataka kuomba, yule mtoto akaambia baba, mama, a a, ninyi mnataka kuomba, ombeni, mimi ninaendelea na mpira, ninyi ombeni. Yani ni mtoto wa huyu mama, lakini hayuko tayari kusikia yani, kuzima angalau zile dakika chache kusikia maombi. Kwake mpira ni kipaumbele. Mlee mtoto katika njia impasayo wako. <laughs> Umemlea katika namna gani? wa Yefta alikuwa tayari kutii cha baba yake anachotaka kufanya kwa ajili ya Bwana. Huu ni moyo wa tofauti sana. Hii ni mbegu ya kipekee sana. Angalia, anasema kwa kuwa, ngoja nirudie mstari wa 36 kuna mahali niliishia, anasema akisema, binti yake akamwambia baba yake Baba yangu wewe umemfunulia ume Bwana kinywa chako basi unifanyie sawasawa sawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako. Sasa hapa ninaanza kuona connections. Hatuoni kwamba Yefta alikaa na binti yake kumweleza kile alichofanya, lakini binti yake anatamka sawasawa na kile ambacho Mungu na Yefta wamefanya. Tena mahali pasiri anasema Mungu amekulipia kisasi kwa hao ndugu zako wa Amon anasema kisha akamwambia baba yake, basi na nifanyie neno ili niache peke yangu muda wa miezi miwili, ili nipate kwenda milimani na kuomboleza wanawali wangu, mimi na wenzangu. Nitaka tuishie mstari wa ngapi? Nilisema tunaishia 39. Akamwambia, haya, enenda. Akampeleka mbali muda wa miezi miwili, naye akaenda zake yeye na wenzake, akaomboleza wanawali wake huko milimani. Hiyo ni ajenda nyingine 39. Basi ikawa mwisho wa hiyo miezi miwili akarudi kwa babaye aliyemtenda sawasawa na ile nadhiri yake aliyokuwa ameiweka, naye alikuwa hajamjua mtu mume. Kisha ikawa desturi katika Israel. Nilitaka uone hiyo picha. Sa muda wetu umekimbia kuliko maelezo, lakini nichotaka ukione ni nini? Haikujalisha gharama ya kile kilichokuja kuwa ndicho kinachopaswa kutolewa nadhiri kwa Mungu. Yefta alikitimiza, yefta alitekeleza, yefta alifanya sawa na kila alichomwahidi Mungu. Sadaka ya nadhiri tumeikosea mara nyingi sana. Sadaka ya nadhiri tume tumekosea kuifanyia haki, tumefanya chini ya kiwango. Ninatamani mungu akitupa neema siku ya Jumatatu tuingie ndani kidogo kutoka kwenye hiyo mistari ili kuweza kutafakari lakini ninachotamani ni kuwache nacho ni hiki je? Yeah. Umewahi kumwekea mungu wako nadhiri wakati ulipokuwa napita kwenye changamoto ngumu na nzito kwenye maisha ya kwako? Umewahi kumwekea Mungu nadhiri? Swali la pili, uliiondoa hiyo nadhiri ulioiweka sawa na ulivyoahidi? Yefta alisema hivi, Mungu ukinipigania nikawashinda hawa Amon nikarudi nyumbani salama kitakachokuwa cha kwanza kuja kunilaki nitakitoa sadaka ya kuteketeza. Kilichotoka ni mwanae wa pekee, na huyo alimtoa kwa sadaka. Tuombe. Asante tena kwa uaminifu wako Baba, umeendelea kuwa mwema Mungu Baba, mwalimu na msaada kwenye maisha yetu. Nyakati nyingine unasema nasi mambo magumu, ili tupate kuelewa, kwani hata hayo ni miongoni mwa mambo tunayopaswa kuyafahamu. Sante kwa ajili ya mtu mmoja huyu aliyesikiliza na kuelewa, hiki kikakae ndani ya moyo, kikazae matunda na matunda yakapate kukaa. Tujalie neema, tukumbushe, tuwe uaminifu, lakini tujue mwenye hati miliki ya sadaka ni wewe. Hata kama hizo sadaka zitapokelewa na wazee na viongozi wetu wa kanisa, lakini kiroho mwenye hati miliki ni wewe. Uliye ahidi juu ya sadaka ni wewe unayeachilia majibu kupitia sadaka ni wewe. Hata mwenzetu mmoja msikilizaji wetu anayetusikiliza popote atakaye kwenda kutoa sadaka yake leo, Mungu kusika vile ulivyo mwenye hati miliki juu ya sadaka, katika jina la Yesu tunaomba Amen. ndani yako ukisikia kutuma sadaka yako, namba zetu ni sifuri saba tano saba mia mbili ishirini mia mbili ishirini sifuri saba tano saba mia mbili ishirini mia mbili ishirini Mungu akuba